Jeshi la polisi mkoa wa Songwe limefanikiwa kulikamata gari iliyokuwa imeibiwa aina ya Mitsubishi Outlander e, pamoja na mtuhumiwa mmoja ambaye alikutwa akiwa alikutwa pia akiwa na bastola ya kutengeneza kienyeji baada ya kufanya msako mkali wa kuwatafuta watuhumiwa. Kama nilivyosema hapo awali, tukio hilo linahusiana na wizi wa gari uliotokea tarehe 16 mwezi wa 12 na e, mwaka 2025 saa sita usiku katika mtaa wa Wanjani tarafa ya Tunduma wilaya ya Momba katika mkoa wetu huu wa Songwe. Gari hiyo kama nilivyosema, aina ya Outlander ya lenye namba za usajili T897 EAC lenye thamani ya shilingi milioni ishirini, mali ya mwananchi anayefahamika kwa jina la Jovin Kafana mwenye umri wa miaka 37. Huyu ni wakala na mkazi wa Tazara katika mji wetu wa Tunduma Wilaya, uh, wilaya ya Momba hapa Songwe. Gari hiyo iliibiwa baada ya kuvamiwa na wahalifu majambazi waliomtishia mmiliki kwa kutumia silaha niliyoitaja, bastola ya kutengeneza kienyeji. Na baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilianza msako mkali eh, na jitihada za msako huo ulividhaa matunda, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Songwe liliendelea na msako mkali na tarehe sita mwezi wa pili mwaka huu 2026 majira ya saa kumi na moja na nusu jioni askari wa jeshi la polisi wa mkoa wa Songwe e, walipata taarifa za kiintelijensia kuwa gari hilo lipo Makambako e, mkoa wa Njombe. Ufuatiliaji uliendelea wa kwenda huko Makambako na askari wetu walifanikiwa kumkamata mtuhumiwa aitwaye Bashiri Madembwe mwenye umri wa miaka 35 huyu ni fundi magari na mkazi wa Makambako mkoa wa Njombe, ambaye baada ya mahojiano alikubali na aliwapeleka askari na kuwaonesha sehemu ambako alikuwa amelificha gari hilo. Ilikuwa limefichwa katika shamba la mahindi Ipilimo, kijiji cha Iyai, kata ya Ihowanza, tarafa ya Malangali, hiyo e, ni wilaya ya Mufindi e, wilaya ya Iringa. Vile vile jeshi la polisi katika tukio jingine limefanikiwa kumkamata mtumiwa mmoja ambaye jina tunalihifadhi kwa, kwa sababu za kiupelelezi, aliyehusika katika tukio la unyang'anyo wa kutumia silaha lililotokea tarehe 4 Februari 26 majira ya saa nne asubuhi katika eneo la Kisimani, mtaa wa Unyamwanga, e, Tunduma, wilaya na mkoa e, wilaya ya Momba na mkoa wa Songwe. Katika tukio hilo mtumia huyo na wenzake kama mtakumbuka walimshambulia kwa risasi eh, Yengo Mwaipina mkazi, eh, mkazi wa Sogea wilaya ya Momba eh, mkoa wetu wa Songwe na kumsababishia jeraha katika sehemu yake ya kiuno upande wa kushoto pamoja na kumnyang'anya fedha taslim shilingi milioni 54, hiyo akitokea kuchukua pesa katika benki ya NBC Tunduma. watu hao bado wanashikiliwa kwa ajili ya mahojiano ili kubaini mtandao mzima wa watu wengine wanaoshirikiana nao katika vitendo vya kiharifu vya kutumia silaha katika mkoa wetu na mikoa hii ya jirani ya nyanda za juu kusini. Tunapochukua pesa nyingi benki kuanzia milioni kumi hata milioni tano, ni vyema polisi tukapata taarifa, tukatoa escort ili watu hawa waweze kusafisha fedha zao kwa usalama. Askari tunaua wajibu wa kufanya hizo kazi kwa sababu kazi ya msingi ya polisi ni kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo ni washauri wananchi tusiangalie biashara tu, lakini pia watu wa benki mtusaidie, mnapokuwa na miambala mikubwa namna hiyo, basi tushirikishane ili tuweze kuwa na, u, na uelewa pamoja katika taratibu za kusafirisha pesa pesa nyingi, ili maas, madhira kama haya ambayo yametokea hivi karibuni yasiweze kutokea katika maeneo yetu. Kwa hiyo niombe wananchi katika mkoa wetu wa Songwe wafanye kazi halali na si kutegemea eh, makosa ya kihalifu, kwani uhalifu haulipi.